<tuhi> licha ya hali yake ya ulemavu alionayo ya kutona kabisa, lakini hakuacha kuitafuta ilmu pamoja na kuhifadhi katika akili yake, jambo ambalo sio rahisi hata kwa wenye macho yao. Wazee wangu ndio wale wanaambia Nilianzisha kusoma tokea miaka kumi. Nilipoanza kusoma walimu wangu wakanitaka ili nisome na mimi, ili nipate nisikae ndani tu, maana kukaa ndani itakuwa ndo nazidi kujitenga. Sasa, kwa hiyo wakaamua wazazi wangu ili kunipeleka madrasa nisome sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Swali la kujiuliza ni je, Bi Mtoto anasomesha vipi wanafunzi hao hali ya kuwa haoni? Sasa hivi natumia njia ya moyo wangu, akishanitajia ni sura fulani ndo nasomesha. Mashallah, Mwenyezi Mungu ndo kajijalia hii. Bi Mtoto ameshashiriki mara kadhaa katika mashindano ya Quran kiwilaya na kuibuka mshindi wa mwanzo. namshukuru Mwenyezi Mungu Mmesoma mpaka nilikwenda kwenye mashindani, nikasoma na nikatokea mshindi wa, wa mwanzo kwenye mashindani katika wilaya. Sasa kwa hiyo mpaka hivi sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu ameniendeleza kimaisha yangu, yaani nasoma na nawa, nawasaidia na nawa wenzangu Kombo Hassan Sharif na Bakari Hamad Sharif ni walimu wakuu wa madrasa hiyo ambayo ndio walimu waliompokea Bi Mtoto wakati wakiwa mdogo na kumpa ilmu alionayo. Fahamu ni nzuri pamoja na juhudi, lakini fahamu wake haliyashb mpa yakipokea, na akishapokea haciekiwa ni mwanafunzi huyu ukawa naye ataweza kusoma kwa kweli katika hali ya yalio lakini inshallah tutachukua juhudi na kumsomesha kuanza kumhifadhisha Qur'an, maana kuanza kufundisha harufu za alfabet kaweza kuzifahamu, na tayari akaanza kuhifadhi Qur'an, na alikuwa ni mwanafunzi mzuri katika kuhifadhi Qur'an. Wanafunzi wa madrasa hiyo pamoja na majirani waliomzunguka wa wanamfahamu vipi Bi Motto? Nao watoto wangu wasiopungua kama watano katika madrasa hii na wanasaidiwa sana kusomesha, ni mwalimu wao huyo. Hapa Bi Motto Ngome Kombo, mwalimu wetu Bi Motto, kwa kweli eh, anatusaidia sana katika madrasa yetu. Kwa sasa madrasa ya Bi Motto imevunjika, jambo ambalo linamnyima furaha na kupelekea wanafunzi hao kusoma ndani ya nyumba yake. Hivi changamoto yangu kubwa wapate pahali pa kusomea. Yani saa hizi kuusomee mwalimu wao na hangaika, hata tuseme twende tukazinge sehemu nyingine tusomee, sijapata kwenda kama sijapata mtu akunipeleka. Wanafunzi ni wengi, ni wengi wamefurika, wengine wametaka kuingia hawaja kuingia. Mama huyu pia anajishughulisha na kazi mbalimbali za kujipatia kipato kama vile usukaji wa ukili na ushonaji wa mazulia. Nikiripoti kutoka Pemba, mimi ni Aisha Haji wa Azam News.